Asema thumma dhahara baada ibnu Taymiyyah Muhammad bin Abdil-Wahaab, kisha akadhihiri baada ya ibnu Taymiyyah Muhammad bin Abdil-Wahaab, fi alqarni athani ashara, katika karne ya kumi na mbili, wa tabia ibnu Taymiyyah, na akamfuata ibnu Taymiyyah, wa zada alayhi, na akazidisha juu yake, yani juu ya zile itikadi alizomfuata ibnu Taymiyyah ndani yake, wa zada alayhi sakhafatan, akazidisha juu yake upumbavu wa qubha na uovu wa huwa raisu altaifati alwahhabia, naye ndiyo kiongozi wa hili kundi la mawahabi qabbahahumullahu, Mwenyezi Mungu aweke mbali na khairi. Watabaraa minhu akhuhu, na alijitenga naye ndugu yake, ndugu yake Muhammad ibn Wahhab. Watabaraa minhu na alijitenga naye akhuhu, ndugu yake Sheikh Suleiman ibn Abdul Wahhab. Sheikh Suleiman ibn Abdul Wahhab, huyu ndugu yake Muhammad ibn Abdul Wahhab, lakini alimkataa wakana min ahli alilm, na huyu bwana alikuwa ni katika watu wa ilmu. Fakana yunkiru alayhi inkaran shadidan, basi alikuwa akimpinga kupinga kulikokuwa kukali sana. Fi kulli ma yafaluhu, katika kila anachokifanya au yaamuru bi au anachokiamrisha. Walam yatbahu, na wala hakumfuata fi shayni, katika kitu chochote mimma abtadahu, katika yale aloezua. Huyu Sheikh Suleiman bin Abdul Wahab asema wa lahu kitabun fi raddi alayhi ana kitabu katika kumradi ndugu yake Muhammad, wa huwa matbu, nacho kimechapwa. Samahu baduh, wamekiti baadhi yao: fasl alkhitab min kitab allahi wa hadith rasuli wa kalam ulama fi madhhab ibn abdul wahab, wa tubiana, kimechapwa pia bismi sawaiqil ilahiya, e, vimondo vya Mwenyezi Mungu, fi radd ala alwahabia, katika radd mawhabi. Wa adhunnu, na nadhania, anna alism athani, kwamba jina la pili, wa huwa sawabu, ndio

Warubama katalahu na huenda mara nyingine anaweza akamua. Yani huyu bwana toba, ndo muasisi wa huu ugaidi wa, wa uloko katika sufufi za mawahabi. Yani ukisoma historia ya Muhammad bin Abdul Wahhab na yale aliyokuwa akiyafanya, hutouliza kwanza kwamba alshabab wametoka wapi, Daesh wametoka wapi, Islamic State wametoka wapi, Boko Haram wametoka wapi. Alowasisi ni Muhammad bin Abdul Wahhab.

mimma yunadi bisalati ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuliko yule ambaye yu kwamba ananadi sala ya mtume ala almanair, katika minara. Subhanallah. Zamani ilikuwa watu wanaadhini kwenye minara, basi watu wakishamaliza adhana na msalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sauti. Huyu kafiri Muhammad Ibn Abdul Wahhab yasema mwanamke malaya asema madhambi yake ni machache kuliko mtu ane nadi kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika katika minara na haya, shekhe, si mambo ya e nadharia tu, ndo uhalisia ulivyo, kwa sababu haya maneno mpaka sasa hivi pia wako baadhi ya mawahabi wanaedhihirisha, baadhi yao wanashindwa kuyadhihirisha, lakini baadhi yao wanaedhihirisha. Mimi kuna kijana mmoja siku moja nilipokuwa ni Mombasa, kijana mmoja ni Mombasa ya, anasema alipita katika msikiti mmoja kuna mwahabi mmoja mwehu mshenzi kweli kweli wa Mombasa, anaitwa Zainul Abidin, fima adhkur, jina lake ni hivyo Zainul Abidin, mwehu mshenzi kweli kweli. Huyu kijana anaambia siku moja alimsikia huyu mwehu huyu mwehu Zainul Abidin anahutubu siku ya juma, anasema mtu anayesoma maulidi, mtu anaenda maulidini madhambi yake ni makubwa kuliko mtu anayezini na kulala na mama yake mzazi. Angalia, kuna ushenzi na ukafiri zaidi huu. Alafu mchu watu hawatu nena bwana, ndugu zetu, ndugu zako wewe hivyo haya mambo, si kwamba imeishia tu ku kwenyumuhama, Muhamad abuhab nazokafiiri kama ni mambo ya e theory tu la ndouhalisie ala ashabihi na kiwafanyia udanganyifu wafuasi wake, bianna dhalika kullahu, ya kwamba hilo lote analolifanya muhafadhatun ala tauhid, ni kwa ajili ya kuilinda tauhidi. Waahraqa dalail lkhairati, na alichoma kitabu cha dalail lkhairat. Wa ghairaha na vinginevyo, min kutubi salati ala nabi sal llah alwasalam, katika vitabu vya kumsalia Mtume sal llah alwasalam. Dalailu lkhairati alimamu ljazuli Aso ukishangaa si ushangae yule kafiri Muhammad Bacho alochupa kitabu cha cha Barzanji. Ukijua na na tunasikia mara nyingi wanasema bwana, toeni vitabu vya Barzanji uchafu uendelee mkachome. Si so, wanatangaza hayo. Kwa hivyo usishangae kwamba kafiri lao kubwa alichoma hivi vitabu. Wayatasattaru, alikuwa akijificha, biqauli, kwa kusema inna dhalika bid'atun, kwamba hiyo ni bid'a, wa nahu yuridu almuhafadhata ala tawhid, kwamba ataka kuilinda

liakhara anamwambia mwingine yaqra wa nasoma yani, yule mtu anayejua hajui kusoma anamwambia mwingine anayejua kusoma katika wenzake iqra alayya, nisome, hatta ufassir lak, mbaga ili nikufasiri. Hatta ufassir lak, ili nikufasiri. Yani yeye kusoma hajui, kwa hivyo anamwambia, wewe soma tu nitakufasiria, nitakupa maana. Fa idha qara alayhi, akimsomea, fasarahu lahu bi ra'yi, anamfasiria kwa kwa ra'yi yake wa amarahum na akawaamrisha wafuasi wake an yamaluu wafanye, wa yahkumu na hukumu, bima yafahamuna kwa kile wanacho kifahamu, wa jaala dhalika na akalifanya hilo, muqadama lenye kutangulizwa, ala kutubi l ilmi juu ya vitabu vya ilmu, wanususu l ulamai nasi za wanazuoni. Kana wakana yaquluna alikuwa akisema fi kathiri min aqwali alaima min aqwal al a'immat al arba, katika nyingi miongoni mwa kauli za maimamu wanne. Laysa bishin hasi, chochote kiambia Abu Hanifa yosema Abu Hanifa nani bwana? Shafi yasema kuna lolote. Wa min aqbahi kufriyatihi, na katika ovu zaidi ya ukafiri wake, annahu kana yantaqisu an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kwamba alikuwa anamtia dosari na alikuwa akimshusha daraja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimdharau mtume al sallallahu alayhi wasallam, kathiran akimdharau mara nyingi, bi ibaratin mukhtalifatin, kwa ibara tofauti tofauti. Wayazumuna, alikuwa kidai, anna qasdahu, ya kwamba kusudio lake almuhafadha ala tawhid, ni kuilinda tawhid. <tuhili> <tuhili> ndio ndio, kama sasa hivi wanavyofanya ile. Mtu aleta mambo ya kishenzi ya kikafiri, akwambia ah, sisi tuilinda tawhid bwana.

fa muraduhu, maksudi yake annahu sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba yeye mtume hamil kutubin, ni mbeba barua tu ay ghayatu amrihi, yani upewa jambo lake, annahu katwarish, alladhi ni kama mjumbe ambaye kwamba yursilhu al-amiru, anayemtuma yeye kiongozi, au ghayru, au mwingine, fi amrin, katika jambo, li unasi, kwenda kwa watu, liubalighahum iyahu, ila wafikishia, thumma yansarifu, kisha anaondoka Yaani maana ya kusema maneno haya Muhammad bin Abdul-wahaab, ya kwamba mtume ni tarish, yani kwamba mtume ni kama yule mtu tu anayetuma na barua, bwana shika barua hii naenda kwa peleka sehemu fulani. Yule akienda si anapeleka kisha anarudi. ana, ana, ana, ana, ana, ana, maana yote yule na no? mm. Yani kwake mtume sallallahu alayhi wasallam hana maana yote, ni kama tu wale wanaozunguka na nini na barua za posta, wanapeleka huku na kule, basi kasaa ilbaridi kamzungusha barua za posta msambazaji wa barua za posta. intiqasu linnabi sallallahu alayhi wasallam wakana atbauhu, na alikuwa wafuasi wake yaquluna dhalika, wakilisema hilo bihadaratihi, mbele yake wahu yudhhiru lahum ridha, naye alikuwa akiwadhihirishia kuridhishwa na hayo maneno. qala wahidu minhum, mmoja katika wafuasi wake alisema asaya hadhihi fimbo yangu hii khairun min Muhammadi, ni bora kuliko Muhammad, lianaha, kwa sababu hii fimbo yangu yuntafau biha yani yuntafau biha, inanufaikwa kwayo. Yuntafau biha yani hii fimbo yangu ina manufaa, watu wanapata manufaa, mimi napata manufaa kwayo. fi katli lhayati, katika kumua nyoka wanahuiha na mfano wake wa Muhammadu na Muhammad, kad mata, amekufa. Lam yabqa fihi nafun, haijabaki manufaa yote kwakia, aslan kabisa. Wainama huwa tarishu, huyu ni mjumbe tu. Wa kad mata na kashaondoka, tare ni mjumbe tu aloleta barua, kashaondoka, hana maana yote. Wala shaka anna hadha kufrun bil ijma'i, wala hapana shakka kwamba huu ni ukafiri kwa ijma'i na uzuni ha na mtume, mtume nini bwana, binadamu tu ikashakufa. Eh sheikh, watu mpaka wanafikia kuwakataza watu sheikh kufunga safari kwenda kulizuru kaburi la Mtume sheikh, na watu wana mahaba kwa ile Mtume sallallahu alayhi wasallam. wa kana yakulu alikuwa akisema Ibn Abdul Wahab, nadhartu fi qissati al-hudaibiya, imetizama katika kisa cha Hudaibia, fawajadtu biha kadha wa kadha kadhbatan, nikapata kuna uongo mingi sana niu hayo min aqbahi lmuftarayati katika mambo ao zaidi yaliyozuliwa, wa innama ataltu lkalama, na hakika silinginelo limerefusha maneno fi madhhabi lwahabiyati, katika kueleza madhahebu ya mawahabi lilama ili ifahamike, anna taifata lmawjudata lana, ya kwamba hili kuni lilopo sasa hivi bimisri, alqailata, ambalo kwamba lenye kusema binabdhi lmadhahibi kuyatupa madhehebu yani, kundi ambalo kwamba linaitakidi na kuamrisha watu wayatupe weke mbali madhehebu wala amali bil kitabi wa suna, na kufanyia kitabu na kufanyia kitabu kufanyia kazi kitabu na sunna peke yake. Hum min dhimni taifati alwahabia, hawa ni katika jumla ya kundi la mawahabi. Alladhina ambao kwamba, la, la dina lahum, hawa na dini, la dina lahum, hawa na dini. Muraduhum bilkitabi kitabi, maksudi yao kwa kitabu, ma yufassiruna bihi ma yufassirunahu bihi, kila wanachokifasiri wao wayafahamunahu na kila wanachokifahamu wao, biafahamihimu lkasidati kwa fahamu zao zilizo dorora, biafhamihimu lkasidati kwa fahamu zao zilizo dorora, hasaba ahwaihim kulingana na matamanio yao, yani ala fikra, mtu anapoambia kwamba sisi tunalingania watu kufanyia kazi kitabu na sunna na kuacha bida na vitu vingine, kwani kuna mtu ambaye kwamba ye anafanyia kazi Taurati na Injili yeah? Yani ashabu lmadhahib Kina Alimamu Shafi, kina Alimamu Abu Hanifa, kina Alimamu Sufian Thauri, kina Sufian bin Uyeina, kino kino, hawa wote wao walikuwa wanafuata nini na? Madhahibu wameasis katika nini? Katika qawaidul kitabi wa sunna. Sasa nyinyi kwamba nyinyi masema dawatu sunna, sunna ipi mnolinganya ini? Yani, kuna kipindi ambacho kwamba umma ulikosa kushikamana na sunna? Naam. Kuna madhehebu ambayo kwamba yanopinga sunna, lakini nini maksudi yao bilkitabi? Maksudio yao ni zile fahamu zao. Unajua kuna Qur'an na fahamu yako, Qur'an ni kitu kingine na ufahamu wako ni kitu nini. Makusudi yao kwa sunna? Ni watu wafuate zile hadithi za zi tashbihi, wafuate hadithi za tajsimi, wafuate zile aqaid kufuria ambazo kwamba wanastakidi. Ndio maana hayo ya sunna. Wailla hakuna anayepinga sunna. Sasa tunajuza kwa nini, nahnu ahlu sunna, ahlu sunna, sunna gani mnaolingania? Nini zaidi ya tashbihi na tajsim? wa ama ma yaridu alaihim, ama yale anawajia wao nasan kwa nafsi, wala yaqdiruna ala tawilihi, wala hawawezi kuyafanyia tawili, fayatanuna fihi, wana atia dosari Wayad'una, wanadai no, annahu laysa min kalami an-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Msikas, kama yani zile riwaya ambazo kwamba hawezi kuziharif, wasemasana haya, haya, haya, haya, haya. Mara nyingine hadithi ni sahihi kabisa sahihi, mm -hmm, lakini kwa sababu inaendana ina, ina, ina, kinyume na mirengo yao nakut itafutia ila, hata kama haina ila. Intaha ma aradna naqlahu, yamekoma

wa yaqsidu bil mushrik, na akikusudia kwa neno hili mushrik. Wal mushrikin na, mush, na washirikina. Mukhalifihi, akikusudia wapinzani wake. Mial muslimina, katika Uislamu. Ana kitabu fulani hivi kinaitwa Kashfu Shubuhat. Tuna mawahabi wengi mitaani wanakuwa navyo, tuna fayanqala laka al mushrik kadha, fa qul lahu kadha. Maksud yake al mushrik pale ni asiyekuwa muwahabi na ama tashbihu wa tajsim, ama tashbihi na tajsim. faqad nashara alwahabiyuna, hakika wamesambaza mawahabi warawaju, na wametangaza wameeneza kutuban kathiratan, vitabu vingi, fi maudui sifati, katika mawdu ya sifa, yani sifa za Mungu zile wanazomthibitishia wao sifa, sifa ambazo kama ndani yake kuna tashbihi na tajsim ka kitabu sunnati li Abdullah bin Ahmar bin Hanbal wa fana kitabu sunnati Abdullah bin Ahmar bin Hanbal wa kitabu radd ala bishr al mirisi li Uthman al Darimi wa alafa ulama'uhum fi dhalika kutuban kathiratan, na wamechunga na uzoni wao katika hilo vitabu vingi. Na qalu fiha hadhihi al mabahitha wa minukulu ndani yake hizi tafiti min kutubi Ibn Taymiyyah, kutoka katika vitabu vya Ibn Taymiyyah

na kukifanyia takriri yani kukisifu kukusifu ibnu Baz annajdi lilkitabi kusifu kitabu hiki fi awali safaati mwanzo wa kurasa zake, wayulahadhu na litatizamwa analwahabiata ya kwamba mawahabi yani wayulahadu itazingatiwa yulahadhu na inazingatiwa analwahabia ya kwamba mawahabi fi hadhihi lfatrat, katika kipindi hiki, yaani kipindi cha Muhammad bin Abdul Wahhab mpaka sasa hivi. Kanu akthara tandhiman, walikuwa wana mipangilio sana. Wa takhtitan, na walikuwa wana mikakati sana. Fastatacu, wakaweza. Qalba lhaqaiqi, kugeuza uhalisia wa mambo, kubadilisha uhalisia wa mambo. Wa iqnaca alcama, na kuwakinaisha halaiki ya watu wa kawaida litawafuri almali kwa sababu ya kuweko mali bishaklin kabiri, kwa kiasi kikubwa fi hadha dauri, katika muongo huu lahum kwa wawe, yaani katika muongo Muhammad bin Abdulwahabi mpaka sasahivi, ukizingatia au ukipeleleza utaona kwamba Mawahabi wamekuwa na mipango sana na wamekuwa na mikakati sana, kwa sababu mali za petroli ziko, sindio? Mali ziko, hazina kazi Uwahabi kuenezwa katika miji hii ya Afrika na miji mingine umeenea kwa nini? Naam? Umeenea kupitia nini? Kupitia mali. Walinganizi wengi walioingia katika uwahabi waliingia kwa sababu gani? Kwa sababu ya pesa hasa wakati wa King Fahd, na hata wakati baada ya King Fahd kufa na mali kuanza kupungua, wako baadhi ya watu wakawa hawafanyi tena harakati za Kiwahabi kwa sababu pesa haziji walidhafi alilmi na kwa sababu ya udhaifu wa kielimu inda mukhalifihim, kwa pinzani wao min ahli sunnah wal jamaa katika ahli sunnah wal jamaa. Ukiangalia kipindi hapa katika baadhi ya miji uliingia udhaifu wa ilmu kwa sababu ya uchache wa wanaozuoni kutokamana na uhaba wa pesa, umaskini, wa pesa, umaskini, watu wanashinda kufanya harakati, wanaenda kutafuta mali huku harakati wakizifanya kwa uchache wakati huo wenzako wanapewa mali masaa ishirini na kazi yake ni, ni hiyo hiyo mutakuwa sawa. ah, wa huna na hapa unabihuna natanabahisha, ila ana salafiyata ya kwamba masalafi mawahabi hizbun munazzamun, ni chama ni kikundi kilichopangiliwa kilichoratibiwa, bikuli ma lilhizbiyati min maanan, yani ni kikundi ambacho kwamba kina ushaona maana yote katika maana yanayomaanishwa na nini, na ukikundi huna unabihu na hapa nazindusha, ila anna salafiyata ya kwamba masalafi hizbun munazzamun ni hizbu, ni chama kilicho nadhimiwa, kilichopangiliwa, bikuli malilhizbiyati min manan, yani ni chama ambacho kwamba kina maana zote ambazo kwamba zina maanishwa na neno nini na neno chama. Shaone kuna kiongozi wa juu, kuna kiongozi wa chini, kuna waratibu, kuna makatibu, kuna waenezi, kuna kuna, yani ni hizbun munazzamun bikulli malilhizbiyati, mana iki kundi ni chama kama vyama vingine. usulu hadhihi taifa, misingi ya kundi hili la Kiwahabi asema, hal hiya fikratun jadidatun, je, hili kundi la mawahabi ni fikra ngeni iliyokuja? Am hiya ihyaun li fikrin qadimin, au kundi hili ni kuhuisha tu fikra ambayo kwamba ilikuwa kitambo? Na hapa kuna baadhi ya watu wanapoeleza mabahithi au masaili ya mawahabi, wasema ni fikra iliyokuja nini, ni ngeni ama ni vipi? Wasema ni fikra ngeni, si ndio? Watu wengi wanafahamu hivi, lakini je, uhalisia ulivyo ni vipi? Asema alhaqiqatu uhalisia ulivyo ni kwamba, anna lunsur alladhi, ya kwamba kiungo ambacho kwamba alayhi madaru lamri, juu yake ndiyo kuna mzunguko wa jambo hili la mawahabi, fi hadha lbahthi, katika tafiti hii, huwa unsuru litiqadi, ni kiungo cha nini cha itikadi. Kama kadamna, kama tulivyotanguliza, wayatalakhasu lamru, linafupika jambo indama natakallamu anil wahabiyati wassalafiya, wakati tunapozungumzia mawahabi na wasalafi, ufupi ni kwamba ila anana ya kwamba sisi nandhuru tunaangalia ila abrazi lmaalimi tunaangalia zile ishara zile alama zilizo dhihiri zaidi, wa ahammi lafkari na fikra muhimu zaidi, alati ambazo kwamba yadu ilaiha haulai wanalingania wana, wana juu ya fikra hizo hawa mabwana, liyatima lana ili itimie kwetu sisi fahamu judhuri hadha lfikri kufahamu mizizi ya fikra hii, wa min aina tasaraba, na kutoka wapi imepenya lihadhihi umma, kuja katika umma huu. Yaani anasema, wakati tunapotaka kujua uhalisia wa itikadi za mawahabi ni kwamba lazima tuangalie yale mambo maalim, yale mambo yaliyodhihiri yanayotofautisha wao na wengine, na tuangalie zile fikra ambazo kwamba mawahabi wanarakiz, wanatilia mkazo juu yake ni zipi? Ase, yani, tukishazifahamu hizo, tutajua je ni ipi mizizi ya Mawahabi, ni fikra ngeni iliyokuja au ni kuhuisha fikra ambazo kwamba zilikuwa zikiitakidiwa na wapotoshaji wengine kabla yao. Asema fa ahamu afkari salafiyin, basi fikra muhimu zaidi za masalafi alwahabiin, mawahabi, kama huwa maalumun, kama inavyofahamika, huwa tashbihu wa tajsim, ni kumshabihisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake, ni kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu ni jismu wa ta'tilu al-aql na kuyatwilisha akili, yani kutokuifanyisha kazi akili, wa muharabatul aqlaniyin na kuwapiga vita watu wenye kuitumia akili, ay man yastamilul aql, kuwapiga vita watu wanaotumia akili fi fahmi dini, katika kuifahamu dini wa bughdhu ahlul bayt na kuwachukia ahlul bayt, wa adamul i'tirafi bifadlihim na kutokukubali fadla zao, wa qadrihim na cheo chao na daraja yao. Hizo ndiyo ndizo fikra msingi mama ambazo kwamba wanazozisimamia na kuzilingania mawahabi. Mawahabi ni watu hawana akili. Mawahabi ni watu wanaopiga vita akili, hmm. Wa ara na, naona anna hadha alfikra ya kwamba fikra hii kana maujudan inda alumawiyin, ilikuwako toka wakati wa bani umayya, wa huwa mutasaribun ilaihim na fikra hii imepenya kuja kwao, yani imetoka kutoka banu maye, ikaingia kwa mujassima wa ila manjaa baadaho, na kwa watu ambao kombo la kuja baada yao, min ahli alkitabi, imetoka kutoka kwa ahli alkitabi, yani fikra hii ya tashbihi na tajsim imepenya kuingia kwa banu maye kutoka kwa mayahudi na Wakristo, ikapenya ikaingia kwa banu maye, ikatoka ikaingia kwa mujassima waliofuatia, ikatoka ikaingia kwa kina Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fa Kaabul-Ahbari alladhi, kwa ni Kaabul-Ahbari ambaye kwamba kana yahudiyyan, alikuwa ni Myahudi, fa aslama, akasilimu, wallahu a'lam bi islamihi, na Mwenyezi Mungu ndiye ajua zaidi Uislamu wake alikuwa vipi. Adkhala afkaran kathiratan, aliingiza fikra nyingi fi tashbihi wa tajsimi, katika tashbihi na tajsimi aliziingiza katika Uislamu. Idhan, kulingana na kikundi hiki na vipengele hivi tulivyovisoma hapa, ina tabayani ya kwamba Uwahabi si fikra ngeni ilokuja mali ni kuhuisha fikra za wapotovu wengine ambayo kwamba walikuwa kabla yako miongo tofauti tofauti, ambao kwamba tuliosoma kuanzia mwongo wa kwanza, wa pili, watatu, mpaka huu muongo wa tano. Allah subhanahu wataala alam, wsalallah wa l ala sayidina muhamadin wl li al tayibin ahirin lamdila al alamin.